Waziri wa kilimo, mifugo na uvuvi, Dr. Charles Tizeba ameufunga mnada wa ng'ombe wa Malendi uliopo wilayani Iramba mkoani Singida kutokana na kukiuka taratibu za kisheria za ufunguaji wa minada. Waziri Dr. Tizeba ametoa agizo la kufungwa kwa mnada huo alipotembelea akiwa katika ziara ya kukagua sekta mbalimbali anazozisimamia. Grace Kingalame ana taarifa zaidi kutoka mkoani Singida. ziara ya waziri wa kilimo, mifugo na uvuvi, Dr. Charles Tizeba kukagua minada mashamba wa ya wakulima na maeneo mbalimbali yanayoyasimamia. Mnada wa Malendi uliopo wilayani Iramba mkoani Singida ulioanzishwa kinyume na utaratibu, akaagiza ufungwe. Unasikia huu wa, wa ng'ombe huu, minada ya ng'ombe ina taratibu zake za kuanzisha. Huu hapo ulitaka kuanza kwa utaratibu ambao sio wenyewe. Kwa hivyo sasa nimemwambia mkuu wa wilaya na mkurugenzi tusimamishe, yani tunaufunga waanze kutafuta eneo lingine ambalo ni sahihi, si ndio bana, karibu hapa hapa. Eh, walete maombi, upo utaratibu, tuwape idhini ya kuanzisha mnada sehemu ingine, sio hapa sawa, ndani ya wilaya yenu hii ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya Iramba. Waziri Dr. Tizeba awali alitembelea kiwanda cha machinjio na kuchakata nyama ya punda kilichopo mkoani Dodoma na kuwapa kipindi cha mwezi mmoja kutekeleza makubaliano yaliyopo kwenye mkataba wa uanzishwaji wa kiwanda hicho na si vinginevyo, kwa maana ya kwamba wataanzisha shamba wataanzisha shamba la kukuza na kufugia punda, lakini pia watatengeneza wafugaji wadogo wadogo outgrowers wengi vikundi wengi, ili waweze na kuwapa maarifa ya ufugaji mzuri wa punda. Sasa hayo mambo mawili hayajafanyika kabisa. Kwa hivyo nimewaambia ndani ya mwezi mmoja wawe wameanzisha mchakato wa kutekeleza hayo makubaliano. Tumezungumza kwamba by man Tuesday wiki ijayo tarehe ishirini na saba wawe wamekwisha tayari andao huo mkakati wenyewe, na mwisho wa mwezi wa Januari mimi nitarudi tena hapa kuja kuona wametekeleza namna gani haya tuliyokubaliana. Wafanyakazi wa kiwanda hicho cha kuchinja na kuchakata nyama ya punda na wakazungumzia mazingira ya kazi. Mazingira ya ufanyaji kazi yako vizuri kwa kweli, kiwanda kinatuhendo vizuri na tunashirikiana nao vizuri, maslahi yako vizuri vile vile. Changamoto ilizopo kwamba kibali cha wizara ni punda 40 kuchinja na uwezo wa machinjo yetu nayo ni ndogo pia, lakini pia exactly namba ya punda population, Tanzania sensa bado haijafanyika. Mnada huu wa Malendi ambao waziri wa Kilimo, mifugo na uvuvi ameufunga kwa upande wa mifugo tu na kuruhusu bidhaa nyingine kama nguo waendelee kuuza, na hii inatokana na kwamba wamekiuka taratibu na sheria ambazo zinatakiwa kufuatwa ili kuanzishwa kwa minada mbalimbali mbali hapa nchini. Nikiripoti kutoka hapa wilayani Ramba mkoani Singida, mimi naitwa Grace Kingalame wa TBC. Asante sana Grace Kingalame ila usisahau nyama ya punda. Naam.